Tuelekee kaunti nambari tatu ambapo wanawake zaidi ya mia tatu ambao ni viongozi wa nyanjani wa chama cha PAA huko Kilifi wamekihama chama hicho na kujiunga na chama cha ODM. Wakiongozwa na mwanachama wa baraza kuu la kitaifa la chama hicho Elizabeth Muthooka, wamesema wamechukua uamuzi wa huo kutokana na kile wanachodai ni kudanganywa na uongozi wa chama hicho, licha ya kukiunga mkono kwa muda mrefu. Kama unanisikiza tuko katika broad based government. Na chama ni ngapi? tuko na UDA na ODM, ndivyo sivyo? hivi vyama dogo dogo vya vijijini regional parties vunjilia mbali kuanzia sasa. Lakini kwa sasa sisi tutafanya mazungumzo na rais na chama cha ODM, na kila chama lazima kijipatie nguvu na umaarufu ili tukienda kuongea pale juu, tukiunda serikali tuwe sote tuko ndani, si ndio? Rais wa taifa letu la Kenya Ruto hatambui vyama vidogo vidogo, na siongei pa vyama vidogo vidogo. Rais anataka watu wawe pamoja. Rais anataka wakati amepita kule, kama ni ODM, adili nao ODM, kama ni UDA, adili nao ni UDA. Hapa jimbo la Kilifi Mumeamua kuja kuungana na sisi kama wanachungwa pamoja, hiyo ni pongezi kubwa sana na mjipigie makofi kwanza. Na sisi tunawaambia kwa moyo mkubwa sana kwamba tumewapokea kwa moyo mkunjufu na tuko na furaha sana kwa nyinyi kutuunga mkono katika chama cha ODM.